Shekh Ali bin Khamisi Ngeruko Al Magawii Kasajii, ambaye ni mgeni wetu rasmi hapa, ukimwakilisha roho yetu Daktari Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana, Mungu akuhifadhi wewe pamoja na yeye. Mheshimiwa kaka yetu, mwalimu wetu, Shekh Hamisi wa Mataka, mwenyekiti wa halmashauri kuu, baraza kuu la Waislamu Tanzania, nawe Mungu atawilishe umri wako. Mwenyeji wetu, mjumbe wa baraza la ulama, lakini pia imamu mkuu wa msikiti bora mzuri, msikiti wa maamuri, Sheikh Issa wa Uthmani, ambaye ndiyo mwandishi wa kitabu kilichotukusanya hapa. Kakaangu katibu mkuu wa taasisi hii ya mwenye baraka, kaka yangu Daudi, Mungu nawe akurefushe umri wako akufanyie wepesi katika kazi zako, lakini mashehe wote wa mikoa mliokwepo hapa, mashehe wa wilaya mliokwepo hapa, mashehe mbalimbali ambao mmekuja kuipamba jalsa yetu hii yenye jambo hili muhimu, maimamu maustadhi na wakinamama kule msiwasahau, wana habari wote, nitangulize kuamkia kwa maamkizi mema maamkizi yenye kuashiria baraka lakini kuvuta amani, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kazi yangu ni kumkaribisha mgeni rasmi wetu ambaye tunaye hapa kaka yetu Sheikh Ali Hamisi lakini kwa nafasi ya wenyeji wa kimkoa kwa vile nimeona wenzangu mashehe wa mikoa mbalimbali, basi si vibaya pia, japokuwa makaribisho tumetolewa na Sheikh Daudi, na mimi kwa nafasi ya kimkoa niwaambie ni karibuni sana, mjisikie mko nyumbani, japokuwa neno hilo ni gumu sana katika kulisema, kwa sababu hatujui majumbani mnafanyiwa nini, lakini naambia karibuni, mjisikie mko nyumbani. Dar es Salaam ni mji wa amani kweli, kwa sababu ya jina. Mmoja katika wanachuoni alisikika akisema walil asmai atharu, majina haya yana athari kubwa sana. Jiji letu hili Mwenyezi Mungu amelikhitari kuliita Dar es Salaam. Ni miji miwili tu tena, wanasema ni mmoja, ni Dar es Salaam na kuna Daru Salaam nyingine ni bandari katika moja ya nchi za jawa huko. Lakini zaidi ya hapo, Darusalam ni jina la pepo kwa Mwenyezi Mungu. atujalie kwa, atuja kwa tafauli hii ya kuwa tunaishi katika Darusalam, basi iwe sababu na sisi kuingia peponi, seme na amen. Mtu siku zote uhesabiwa ukuu wake au ukubwa wake wa namba ya matukio yake ima mazuri au mabaya. Hili ni neno katika miongoni mwa maneno yamesemwa na mmoja wa wanachuoni wa zamani sana, Ibnu Kutaiba, anasema, uhesabu umri wako kwa idadi ya matukio yako na kamwe usiendelee kwa mazoea kuhesabu umri wako kwa namba ya miaka yako. Mtu anakwambia mimi mkubwa mkubwa, vipi ya? nimezaliwa 19... eh? 64 tunaangalia nini? Matukio uliotufanyia katika jamii huna hata moja, wewe sio mkubwa, wewe ni mtu tu wa zamani, una siku nyingi duniani, lakini kukuita we mkubwa, kwa wenye akili hawakubali. Ah, mimi mdogo sana. Kwa nini? nimezaliwa elfu mbili. Tukihesabu matukio uliotufanyia ya muhimu, tunakukuta unamshinda aliozaliwa elfu moja mia moja na moja. We mkubwa wetu. Tumswalie Mtume Muhammad nimeona nianza hivyo Imam Nawawi umri wake amekufa mimi hanipati mimi sasa hivi inagota sitini kasoro kidogo sana sana japokuwa nina sura ya kitoto eh, lakini imamu Nawawi hakufika huku nilipofika mimi wallahi hakufika hata umri wa miaka hamsini amekufa akiwa na umri wa miaka arobaini na nne Miaka inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un katajwa imam shafi hapa hamsini na tano akufika yeye amemzidi imam Nawawi miaka kumi tu miaka hamsini na nne intakala ila jiwari rabbi amerudi kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ukubwa wetu jamani tusinganganie tu mimi wa zamani kama kule kwetu kuna mzee mmoja anaitwa mzee abdu Mzee Abdu huyu ukipotea katika macho yake siku moja ya pili ya tatu siku, ukikutana naye atakuuliza ulikuwa wapi bwana. Ukiambia mimi nilikuwa Tabora, oh, Tabora pale mimi nimekaa miaka kumi. Kisha ukapotea tena, ukafanikiwa ukakutana tena mara nyingine, Mzee Abdu, vipi shekhe, sikuoni? Ustadhi, nilikwenda Zanzibar. Sasa ameweka miaka ishirini epale ni hivyo yeye, ni kuongeza idadi. Siku moja nikamuuliza, kwani wewe una miaka mingapi? Kwa sababu nipiga hesabu mimi, nakuta na miaka mia mbili na ishirini mabwana. Tusiwe wakina Mzee Abdu, sisi tunatakiwa tuje na matukio, social services, huduma. Yaani ukiondoka hapa kama alivyosema mshafi yafna libadu wayabka l athar, waja wote watakufa lakini nini wamefanya kitabaki. Akasema fakhtar linafsika ma yahlu bika latharu, ikhitarie nafsi yako athari njema. Baadaye ndugu yetu kaka yetu Sheikh Issa nakupongeza sana, na hili nakwambia mara zote, tena sio kwa mujamala, nakwambia ukweli unafanya kazi ambayo itakuwa ni athari njema. Mwenyezi Mungu akuthibitishie jambo la kuandika. Sasa sisi wengi wengine tunamalizikia umri wetu kwa kushika hizi mikrofoni, tunasema sana hapa, tunaweza tukasema we, alafu kwa ugumu wa maisha tulokuwa nao na changamoto hizi, tunayaacha hapa. Lakini sasa tugeuke kina Mziwanda, tuandike sana, semeni inshallah lakini baada ya kuandika, sisi tuhamasishe tusome sana, kwa sababu unaweza ukaandikwa kisha hapa somo. Niliwahi kumtembelea mmoja katika wanachuoni Afrika, hii nikaingia nyumbani kwake, ana maktaba ndogo, akaniambia, Walidi, unaona hivi vitabu hivi, sisimamishi kitabu kika katika rafu pale, ujue nimekisoma mwanzo mpaka mwisho, nachukua chochote, utaona alama. Wallahi kila kitabu ameandika tarehe alionunua na tarehe alioanza kusoma na tarehe aliohitimisha vitabu vyote vilikuwa pale. Huo ndio wanachuoni kusoma sana na kuandika sana. Mkubwa anapimwa kwa idadi ya matukio na wala apimwi kwa idadi ya miaka yake.